Mazishi ya kijana wa miaka 18 Moshi yavurugika: vijana wa Gen-Zi wadai majibu kuhusu kifo chake akiwa mikononi mwa polisi. Mazishi ya Michael Rambau, kijana wa miaka 18, aliyeaga dunia akiwa mikononi mwa jeshi la polisi, yamegeuka tukio la kushtua baada ya mamia ya vijana waliotambulika kama Gen-Zi kuvuruga shughuli za mazishi, kutaka ufafanuzi kamili juu ya jinsi ndugu yao alivyokufa akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Tukio hilo lilitokea wakati mazishi yalipokuwa yakifanyika nyumbani kwa familia ya marehemu, mtaa wa Karikacha, kata ya Rau, wilaya ya Moshi mjini, mkoa wa Kilimanjaro. Aidha, hali ilizidi kukwama, ikilazimisha hata kiongozi wa dini kuondoka haraka kwa ajili ya usalama wake, huku shughuli za mazishi zikichelewa kwa muda mrefu. Gen-Zi wakijitokeza kwa hasira. Wakizungumza kwa nguvu wakati wa mazishi, Vijana hao wengi ambao ni madereva wa bodaboda na bajaji, walitaka ufafanuzi wa kina kuhusu kifo cha mpendwa wao, wakihojiwa jinsi kifo hicho kilivyotokea chini ya ulinzi wa polisi. Walipiga kelele na kupinga sherehe za mazishi zisiweze kuendelea bila kupata majibu ya dhahiri kutoka kwa mamlaka husika. Alikufa vipi? Wanatuambia alijinyonga. Ni vipi hasa ilivyotokea? Hatuna hospitali chini ya ulinzi wa polisi. Vijana hao walihoji kwa sauti kuu wakionyesha kutoridhishwa na maelezo yaliyotolewa kwa umma hadi sasa. Kwa sababu ya kelele hizo, kiongozi wa kanisa alilazimika kuacha kutoa mahubiri na kuondoka haraka kwa usalama wake, jambo lililozua hali ya taharuki miongoni mwa waliohudhuria mazishi na kusababisha kusimamisha shughuli kwa muda. Sherehe za mazishi zikitulia taratibu. Baada ya vurugu hizo, hali ilianza kutulia tu baada ya mmoja wa viongozi wa vijana hao mwenye ghadhabu kutangaza utaratibu wa kutazama mwili wa marehemu. Wengine waliunda mstari na wakaanza kuubeba mwili kuelekea mahali pa kumuaga milele, huku wakisikiliza wimbo maalumu wa heshima kwa marehemu. Walipofika mahali pa mazishi, walielekezwa kuhifadhi utulivu na kuonyesha heshima ya mwisho. Baadaye, waliwekwa doa la udongo juu ya kaburi, akiwa marehemu akiwa amemalizika mahali pake pa mwisho. Kundi la kijamii na upendo wa mchango wa maisha katika shughuli ya awali kabla ya vurugu Padre Joseph Ndeonasia kutoka parokia ya Elect Parish of St. Stephen the Mata, Kariewa waliwahimiza vijana kujenga maisha yenye nidhamu wakiwajibika kwa jamii na kumkumbuka Mungu wakati wa utotoni alisisitiza kuwa imani ni barabara bara ya maisha yote na inapaswa kuendana na upendo amani na nidhamu Padre pia aliwakumbusha mashuhuda wa familia na marafiki wa marehemu kuwa maisha ni zawadi ya Mungu ndio maana wanapaswa kuyathamini na kuyaheshimu. Kwa ujumla, ujumbe huo ulitolewa kabla ya vurugu kuzuka na kulazimisha mazishi kusitishwa kwa muda. Historia ya marehemu, kwa mujibu wa maelezo yaliyosomwa wakati wa mazishi, Michael Rambau alizaliwa tarehe 9 Mei 2004 mtaa wa Karikacha na alikuwa mtoto wa pili katika familia ya Rambau. Alipata elimu yake ya msingi na baadaye kuhudhuria shule ya upili ya rao kabla ya kujiunga na taasisi ya mafunzo ya ufundi alipofunzwa ujuzi wa plumbing. Baadaye alifanya kazi kama mwendesha bodaboda. Ripoti za polisi zinaonyesha kuwa marehemu alikamatwa tarehe 13 Januari 2026 kufuatia tuhuma za kumshambulia mjomba wake. Pia taarifa ya jeshi iliyoonyesha kuwa kabla ya hapo alikuwa anakabili na, na mashtaka ya kijinai yanayohusiana na tukio la kumjeruhi baba yake baadaye mwaka jana Novemba 22, 2025. Jambo la polisi. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linaendelea na uchunguzi wa kifo hicho cha marehemu alipopatikana akiwa amekufa ndani ya seli za polisi. Hivyo hivyo, taarifa ya jeshi imeeleza kuwa kifo hicho kilitokea kwa njia ya kujinyonga akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Taarifa hiyo imesema uchunguzi mkali unaendelea kufanyika ili kupata ukweli wa utukio hilo kwa undani zaidi. Sauti za jamii na mahitaji ya uwajibikaji. Tukio hili limeibua hisia mseto ndani ya jamii ya Moshi na hata mitandaoni, huku vijana na wanajamii wakitaka uwazi wa hali halisi ya jinsi kijana huyo alivyopoteza maisha yake akiwa mikononi mwa jeshi la polisi. Wengi wameuliza maswali mengi yasiyojibiwa kuhusu ulinzi wa polisi, haki za binadamu na uwajibikaji wa mamlaka. Wengine wametoa wito kwamba ni muhimu kwa vyombo vya dola kufungua uchunguzi huru. Au kuhakikisha ripoti kamili ya vifo vya marehemu inapatikana kwa umma ili kuwapa familia na jamii majibu wanayoyahitaji. Kifo cha Michael Rambau na vurugu zilizotokea wakati wa mazishi yake zinaonyesha chuki na wasiwasi uliopo miongoni mwa vijana kuhusu jinsi tukio hilo lilivyotendeka. Hali hii inabainisha umuhimu wa uwazi, uwajibikaji wa vyombo vya dola na mahitaji ya jamii kwa taarifa za wazi na za kweli kuhusu matukio yanayoathiri maisha ya vijana nchini. Kwa sasa, jamii na familia ya marehemu wanaendelea kutafuta majibu huku uchunguzi wa polisi ukizidi kuendelea. Mazishi yaliyovurugika yameacha kumbukumbu ya kwa nini uwazi na haki kwa serikali na vyombo vya ulinzi ni muhimu kwa kuokoa imani ya umma na kutunza hadhi ya maisha ya vijana nchini.